Ya ufura. Bila damu wametokwa na imani, wana roho za kishetwani wanaishi kama hayawani sababu a kiji. Kiji. kijicho.

Jinsi nilivyoongea naye kwa mapana na marefu, nadhani atakuwa amenielewa. Yani yeye afikirie, awaze afanye nini? Hapa hapati mtu hapa, hakuna chake nini. Nimefikisha ujumbe kama mmoja wa wazee wa kijiji cha Maanga, manake swali inatutia hizo hapa kijijini. Mzee, mi nikushukuru sana kwa msaada wako, lakini naomba uende kwa mimi, siko tayari simtaki. Na kwa ushauri wangu, nawapa nawapa kama kama kitu kama, yaani mfikirie sana, wala msiwe na hasira. Tufikirie kuhusu nini mzee, wala si tushamaliza, kwa sababu amesema atajifikiria. Basi msio na jaziba hivyo kaka, na akili hivi hmm? wakufikiria ni yeye au wakufikiria ni wewe? mimi mimi hata kufikiria <kissedları> kufikiria siwezi. wewemdaakufikiria mimi siwezi kufikiria <mzul heures> vitu vya kijinga kwamba simuhitaji na sita mtaka wala sio leo wala kesho. ndio waita kwa jambo moja, nahitaji kujua kitu kimoja. siku zote mnaondoka mnaenda kazini, lakini sipati. a na bosi wenu mwingine ambayo mnampelekea ripoti. Tuliwekwa hapa kufanya kazi ya jeshi la polisi, na kazi ya jeshi la polisi sio kazi ndogo, ni kazi kubwa ambayo inatakiwa ifanywe na watu ambao waadilifu na ni waaminifu. Kila siku mnapokea mishahara, kwa sababu mnatakiwa mfanye kazi na mnatakiwa mfanye kazi, sio kazi tu, mfanye kazi ambayo ambayoa lakini sasa hivi nasikia mnashinda huko mnagombana kwa sababu ya mapenzi. Halafu nasikia mnaomba rushwa. Kwa nini mnataka rushwa? Mahitaji kusema. Kwa nini hamleti mikosi? Pande mimi nimekuwa nikijituma sana. Lakini hao unajua mimi ndio niliwapokea na ukizingatia mimi ndio mwenyeji hapa kwenye kijiji, nimezaliwa hapa hapa. Lakini kwa mfano kama bwana mdogo ndio ameingia Afande Ramadhani bado, yani anaingia sehemu ambazo yani hata hazimuhusu, wala anishirikishi mimi nikamuelekeza kama nilivyokuambia. David amekuwa ni mtu wa kujitenga na mambo mambo yake ya kufanya, lakini kama anakuletea mambo mengine, basi anakuwa anakuongopea. Kazi nyingi nazifanya, aan, sasa mwambie hivi, afikirie awaze afanye nini hapa hamna chake. Hizo mila zake za kipumbavu akae nazo huko, hapa hamna chake. Mimi ni mmoja wa wazee wazeeaia maangia nifikisha tu ujumbe, manake i swala sana hivi hina. We umeshafikisha ujumbe, umemaliza kabisa. Haya, mimi naomba niondoke. Sawa, karibu. Sawa mzee, karibu. Karibu sana. Karibu. kii cama Huyu mkaka anajikuta nani, lakini kwa anaweza akamiliki kila mtu tu. Ili jambo siwezi kukubaliana nalo, hata dadangu atanishangaa huko waliko. Huu ni upumbavu. Wewe ndo wa kwanza kufanya, wa kwanza, wa kwanza kazi kwa nyiki. Kijiji waliopita hapa hawakuwa kujua kwamba changamoto ya miundombinu, mbona walifanya vizuri? Kwa nini? Samahani afande, samahani mkuu, ni ripoti zangu nitazileta kwa wakati, sema ni kwa sababu ya changamoto ya ugeni, pia kwa sababu ya kusoma mazingira lakini kwa wakati mkuu, naopa nafasi ya mwisho. Kinachotakiwa mlete ripoti kila kazi nayofanyika, mlete ripoti. Mbona hata David David anajitahidi sana, sema tu hampi ushirikiano. Afande ha, tunampa ushirikiano, sema David anapenda kujitenga. Wewe taarifa zako ninazo na ni mbishi mno, unaongea sana lakini kazi hamna. Sasa nahitaji kitu kimoja, fanye kazi uliyoletewa okay. hapa kama hamwezi kufanya kazi okay. <coughs> naagizwa maaskari wengine wenye tunawatoa tunawapeleka huko tunawapeleka hata mguu, hiyo nimeshasema. Namwondoke kila mmoja, fanya kazi, nahitaji ripoti, fanya kazi. Lakini afande mimi, nimekuwa nikifanya kazi kwa kujituma sana Mke wangu, mbona sikuelewi? Ulisema kuna jambo unataka kuongea na mimi, mbona umekaa kimya? Ni kweli mke wangu, kuna jambo linaniumiza sana kichwani mwangu, na nashindwa nianzie wapi na niishie wapi kukueleza hilo jambo. Yaani mke wangu, kuna jambo linakusumbua tena kichwani kwako alafu umekaa kimya. Au umesahau? mimi wako nipo, jambo lolote ambayo nakusumbua, mimi ndio mlinzi wako, naweza kulitatua muda wowote, wala usiwaze. Kama kuna jambo linakusumbua, uwe niambie, mi me wako. Mmewangu, wala hata sijasahau, na naelewa vizuri sana, sijasahau. Ongea kama ujasahau, mmewangu A, you know, mpaka leo bado umeshikilia nyundo kutaka kuvunja ukuta ambao umeshikilia familia yetu. Lakini mpaka lini tutaishi hivi, na kwa nini hayo yote yatokee, mpenzi wangu? Kwa nini mume wangu? Maandiko yanasema mwanamke mjinga ni yule anayevunja ndoa yake kwa mikono yake. mm. Hili neno lina maana kubwa sana na mimi sio mjinga, bali napambana na kuijenga familia yenye msimamo na umoja. Wewe mwenyewe tu unaangalia upendo wako ni jinsi gani kwangu umepungua. Nimekukosea sana, mimi ni mkosefu, nimekufanyia mambo mengi sana mabaya, nimekupitisha kwenye vipindi vigumu sana tofauti tofauti. Nilisahau kujua thamani ya mume, nilishindwa kutambua umuhimu wako. Nimekuwa mwanamke mpumbavu nisiyefaa, nimekupiga matukio makubwa magumu. Mume wangu amelete haya, naomba nisamehe mso Hapana, usipige magoti, usipige magoti nimekwambia. <laughs> usipige magoti, na yote haya yanatokea kwa sababu huna hata muda wa kukaa na familia yako. <laughs> hmm. Si chace, unajua mimi ni mwanadamu kiwalisia, mimi nimeumbwa hm? Mimi ni chanzo cha udongo sijakamilika. Yani, sijakamilika kwa chochote kile cho. Mke wangu sijakamilika, nikuombe tu kitu kimoja. Yani, nikimtoa mama yangu ni wewe, na wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Yani hapa cha kusema mimi naomba unisamehe, nisamehe tu nisamehe, sina chochote cha kujieleza mbele yako zaidi, nisamehe tu. Haya maneno mnaongeaga wanaume Nisamee, nisamee, pengine unaongea pasipo kutoka moyoni, unaongea tu, nisamee mke wangu. Mi mbona sha kusamee tokea kitambo. Kukosea ni kawaida kwa mwanadamu, wewe sio wa kwanza kukosea na kukosea ni sifa moja kubwa ya mwanadamu. Sha kusamee tokea kitambo, nakosea sana mume wangu. Hapana, nisikilize <coughs> nimekwambia nimesha, nisikilize. Nisikilize. Kusamee tokea kitambo. Tatizo liko palepale skwanu Ukifanya kosa sio kosa kosa, unakurudia kosa. Lakini mimi nisha kusamehe mke wangu, tokea zamani, tokea muda mrefu, ila nini mke wangu, mimi mwenyewe sipendi purukushani zinazopitia kila siku, maugomvi sipendi. Kiukweli mke wangu, mimi pia naomba samahani kwa yote niliyokukosea, niliyokutendea fujo nini, ni samehe sana mimi nimekusamehe kutoka moyoni na wewe pia naomba unisamehe na mimi mm, tafadhali i give you my forgiveness kutoka chini ya moyo wangu <laughs> mimi nimekusamehe unajua wewe wewe wewe wewe mama asante wewe ndio chachu yangu yani ah baby

Siwezi kurudia tena kwa hilo kukosea. Nimeshakusamehe mtu wangu kundi ndani. Tena. <laughs> Nakuambia kwa dukuduku wala usina wasiwasi. Nia yote nimeshasahau. Shikao maraba, mwanangu za? Ah, tu huko, tupo yangu, karibu huko na mgeni e, ha, mgeni karibu. <laughs> Ha, santa, eh, maraba, mwanangu za huko, salama. Za hapa uko ha, hapa kwenda mshukuru Mungu, mvua mvual, tumepata baraka ya mvua e. Mama huyu ni mama angu mdogo, anafatana mm. Malimamangu

Swali ni lile lile, anataka kunilisi nishachoka, hata kuliongelea. Hana haya. Lakini mwanangu, najua kabisa yaani anachotaka kukuriti wewe najua ni mali. Hivi hujafikiri hata kumwachia hizo mali? Kwa sababu sizani kama hizo mali kuna mtu yeyote atazikwa nazo Mwachie tuone sasa eh? Hapana, kumwachia mali hiyo eh. Haiwezekani, zile mali mmewangu kazitafuta kwa ajili ya watoto wetu, kawatengenezea njia ili wasiteseke. Kwa hiyo siwezi kumwachia mtu tu mpuuzi mmoja kirahisi tu nimwachie mali za mume wangu. Yeye pia ni mwanaume, atafuta za kwake. Hmm, hili swala mm -hmm. iliotufanya tuje hapa kukuona maana hmm, linatuumiza akili sana oh, sawa sawa. Lakini hakuna njia yoyote au ambao umeshirikisha watu wazima, ili wakae wakayauonge naye, kwa maana tumekuja kwa kushangaza. Tushashirikisha, lakini kama swala wa upande wa mume wangu wako naye bega kwa bega, wana wako pamoja na shimeji yangu, lakini kuhusu mimi wanataka tu nibisiwe. Kwa wazee wengine nimeshamshirikisha, kwa mzee baba Chuga ile siyo, anaitwa mtoto wake ile Chuga mpaka bangi ile, niongea naye mm. Ehe, wakawa ameweza kuongea naye, lakini majibu hajaa mazuri wao. Oh, nimekuja kukushirikisha pia kwa sababu ni mama, ni mtu mzima hapa, naomba msaada wako. nishie hapo hapo. Kuna nini? Wewe well, mbona umefuta nini hapa kwa kwetu? Nimefuta roho yako. Nahitaji nimalize kwa mikono yangu. Ha? Nini hicho? Mama no nisikilize vizuri bro. Mtemi nisikilize, tuna kuchage masikio vizuri. I say, usinilazimishe nifanye maamuzi ambayo sitaki kuyafanya na jamii nzima hapa kijijini. Nikanishangaa kuona na Mwita mimi ni mnyama kiasi gani. Mtemi nitakucharanga charanga mapanga. Sikiliza wewe, ninachotaka ukitambue leo ni kitu kimoja. Kabla hujafanya jambo lolote, hakikisha umeswali, umeomba toba. Baada ya hapo, roho yako niondoke nayo. Umenielewa vizuri wewe? Nimefuata roho yako tu mimi, wasishii, unanijua vizuri. Ulininyanyasa na kunyona mjinga wakati tuko nyumbani kwenu, sio hapa nyumbani kwetu. Mtemi nitakuua, nitakuchinja, haki ya Mungu. Naomba kae chini. Naomba ukae. Usilazimishe maamuzi ambayo sitaki kuyafanya mtu hivi. Kwa nini unataka kufanya nini? Naomba toke. Mimi nitoke. Toka! Mtamtoka. Sikiliza kwa nini? Naomba ukae. Kaa chini. Eh? Kaa chini toke. Hiyo nini? Sikiliza. Okay, kikini. Mhm. Kaa chini. Kaa toke. Ha, karibu brother Mtemi. Mtemi sawa, mwanangu, nimekuelewa. ma mdogo, najua ni kweli, limewauma. Hata mi pia, kwa sababu ni kweli limewauma hata mi pia linanisumbua kwa sababu nikiangalia yule kijana ni msomi, ni mtanashati, oh, nani kijana ambaye nakubarika kwa nini sate mwanamke nje yote anang'ania ku, ku, kulisi? Eh? Atakuwa eh, mm -hmm, na jambo shangazi, maana kamngangania sana, sasa utamwanganiaje mtu wa maremo? Kwanza unajua huyu maremo mwenyewe alikufa na ugonjwa gani ninajua, eh? mimi mambo ya ulisi yaisha pita, na wakati alichoge moja, mtoto akakaa na maisha yake eh? Yaani yule anaitwa Mtemi lakini hapa na yule ni malioo kwao, anapenda vitu kiurahisi. Maana kama ni mwanaume kama yule ana nguvu, anaweza kutafuta, kwani sitafuta vya kwake, anang'ang'ania vya watoto vya mdogo wake. Wewe ni malioo hana cha kufanya zaidi ya kung'ang'ania mali za ndugu yake. Lakini pia mimi na wazo hivi, kwa nini usiwashirikishe hata wazee wa maanjamu wakamuca kwa kamkalisha Ngoja nikuulize, hivi, familia yenu ina kamdogo sana inaongea sana. Wewe kwa kuangalia sasa, ule mji ndiokwenda wakea, unastahili hivi? Nijibu basi, unaona, tunaongea kaza. Wewe vipi, mbona unaongea kichumba? Hapana unakuwa mua tema mua, huwezi kula mbele ya haya. Nataka unieleze kwa nini familia yenu unakuwa na kimdomo sanatak nataka nikuambie kitu cha msingi sana ambacho natakiw uaki kwa sababu hapa kijiji kila wazee ni wazee ambao wamebobea kwenye maswala kama hayo, wana ushauri mzuri, wamshauri. Kwa sababu hii kulisilisa talisa vitu vingine eh? Make hawezi kulisi mali tu, lazima ataku, atakungania na lazima atakombea mzae. Sitali kama ni ugonjwa, umeshapata ugonjwa bwanangu, eh? Ndo maana sitaki hilo swala, kwa sababu kwanza sina tasia nayee kabisa. Yeye kwa kweli haiwezekani. Kwa hiyo haiweze mamangu, nadhani na una wanawake wenzio hapa. Wewe ni nwenye nyinyi wenyeji hapa kwa muda mrefu, wazaliwa hapa. Kwa naomba ukutane na wanawake wenzio, mshirikiane, mnisaidie. Yule mwanaume atoke pale maana kaishajileta, yani yeye ndo kama vile mliki wa ile nyumba. Yaani ndo anatuongoza sasa. Yaani kama kama ndo baba mwenye nyumba. Hmm. Nahitaji kuwa huru. Nahitaji kukaa na wanangu, eh? Unaona mpaka mamangu huyu ametoka kwa ameacha shughuli zake kwa ajili ya kuja kunisupport mimi ile mdogo mwingine unamfahamu, na tuka naye sisi hapa, tunakuja kuomba ushauri. Mimi nimewasikia. Sasa nilikuwa nataka niongee neno ni la mwisho, nilikuwa naomba mutoke hapa aangu <tipa> unaweza ukarejesha akili yangu, nilikuwa nafikiria nini pale mimi. Mimi azoadada yangu ndodanimjinga, yaani shida nikjinga, sio mimi, Mtemi.

Mba. Mba. Mba. Mba, yani Mwita Mwita Mwita, yaani kumba, mimi nimekaa huko na hangaika, umekaa na huyu mwanaharamu hapa nyangarakata. Uone hata alibuete amejireza nyumba sababu na pia huko wewe ni kama mama, nendeni ndugu, mkatafuta upande wa mume wako, ndugu zake sawa? Tena kikao cha mwisho. Ikishindikana mwanangu, usingang'anie mali, mwisho watakuja kukuua. Wakabizi mali zao, sawa. Acha, eh? Acha kung'ang'ania mali. Mali huwa zinatafutwa, hata mwenyewe utamkabizi leo mali, hata tumia muda mrefu naye, ataziacha kwa sababu hakudaga mwanadamu anakufa anaondoka na mali zake eh? ma. wangu alikufa wa aliacha manyumba akacha kawaitini kila kitu, mimi ahoaee agnna ikishindikana, yani mimi sina msaada, mkabizi mali zake mwanangu eh? Mama oh, si tunaondoka. Oh, yeah. Inshallah mimi kumkabidhi mali. Oh, shangazi tutawasiliana.

Nini nyumbani Mwita? Dogo, hizi shusilia zako mwanangu, hizi shusilia zako mwanangu kukutongoza ziwani, yani usichukulie utoto, nianze kushoto kulia, kushoto kulia. Semana. Ukifanikiwa kwa ukara, ukiharibikiwa ya ufura. Binadamu wametokwa na imani, wana roho za kishetani, wanaishi kama hayawani, sababu kiji